Habari kila mtu. Kwa hivyo uvimbe wa seli ndogo za endokrini pia huitwa saratani za seli ndogo. Maeneo ambapo inaweza kuathiri ni mapafu, kisha inaweza kuwa kwenye ini, inaweza kuwa kwenye kongosho, inaweza kuwa kwenye tezi za adrenal na mara chache sana kwenye ubongo pia. Ya kawaida zaidi kati ya hizi, saratani za endokrini ni kutoka kwenye pafu. Kwa kawaida inahusishwa na uvutaji sigara. Watu wanaovuta sigara wana uwezekano mkubwa wa kupata saratani hizi za seli ndogo za pafu, na zinaweza kujitokeza kwa njia mbalimbali rahisi, kama ugumu wa kupumua na kutoa damu kwenye kikohozi chao tunachokiita hemoptysis. Kwa sababu ya hili, wanaweza kuanguka kwenye pafu na kusababisha ugumu wa kupumua. Hizi uvimbe za seli ndogo za pafu zinaweza kuenea kwenye sehemu mbalimbali mbali za mwili ya kawaida zaidi ikiwa ni ubongo. Kutoka kwenye pafu la msingi, inapokwenda kwenye ubongo, inaitwa metastasis. Inaweza pia kuenea au kusambaa kwenye mifupa, inaweza pia kusambaa kwenye ini, inaweza pia kusambaa kwenye tezi za limfu. Kwa hivyo matibabu yanatofautiana kwa hali hizi zote. Inapokuwa imejikita kwenye pafu pekee, basi tunachofanya ni kutoa chemotherapy baada ya chemotherapi, tunaweza pia kuangalia sehemu ya mionzi, sio tu kwenye pafu bali kama kinga. Kinga inamaanisha ili isisambae kwenye ubongo. Tunatoa pia mionzi kwenye ubongo kama tahadhari, ili kusiwe na tatizo katika hatua ya baadaye. Wakati ugonjwa umesambaa mbali na pafu, tunachokiita metastasis, hasa kwenye ubongo au kwenye ini au kwenye uti wa mgongo au kwenye mifupa, basi tunahitaji kutibu mfumo mzima kama ulivyo. Kwa hivyo tunajumuisha pamoja na chemotherapy kitu kinachoitwa immunotherapy. Na kwa mbinu hii maalum tunaweza kufikia udhibiti mzuri wa ugonjwa. Bila shaka, wakati umeenea hadi kwenye ubongo, tunahitaji pia kuzungumzia kipengele cha mionzi kwa maeneo haya maalum kwa sababu ubongo ni eneo nyeti sana. Na ikiwa kuna dalili zinazohusiana na mifupa, tunahitaji kutoa mionzi kama aina ya utulizaji. Pamoja na chemotherapy.